Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya Jirabri Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy ana. Leo tutaongelea faida ya mafuta ya nazi. Mara nyingi watu wengi wamekuwa wakituuliza A, mafuta ya nazi yana faida gani? Kwa sababu ni mafuta ambayo sasa hivi yamekuwa yakitumika mara kwa mara katika kutibu baadhi ya changamoto, lakini pia yamekuwa yakitumika kwa katika sehemu tofauti tofauti, kwa sababu inatumika katika ngozi, nywele, mifupa na moyo. Ni kwa nini? Kwa sababu kwanza ni antioxidants, lakini pia yana, yana, yana antibacteria properties na asidi za mafuta muhimu. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe ana comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una swali lolote, hauna, hauna jambo lolote ambalo limekuwa likikusumbua basi, JW Sabo Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kukusaidia wewe kuweza kuondokana na changamoto za kiafya mbalimbali. Kitu cha kwanza, mafuta nazi ya nazi yana faida gani? Nasaidia katika mfumo wa usagaji wa chakula ambayo tunasema digestive system. Watu wengi wamekuwa na changamoto katika mfumo wa mmengenyaji wa chakula ndiyo maana watu siku hizi unakuta mtu wapati choo, anakula mara tatu anapata choo kigumu kama cha mbuzi, au pengine asipate choo kabisa, ambayo mara nyingi imekuwa ni changamoto inayopelekea bawasiri na magonjwa mengine. Kwa hiyo unapotumia haya mafuta ya nazi hata kwa kunywa, atakusaidia kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa, wa chakula, lakini pia inasaidia uh, inasaidia afya ya mdomo na meno kwa wale ambao wana changamoto ya mdomo kuweza kutoa harufu mbaya, lakini ambao wana changamoto ya mdomo ya meno ambayo yametoboka na mdomo unatoa harufu mbaya na changamoto katika fizi, basi inaondoa yale maambukizi, kwa sababu ni antibakteria. Kwa hiyo mafuta ya nazi yanaweza kusaidia kupunguza maumivu ya kinywa na harufu mbaya mdomoni lakini pia inasaidia katika afya ya king, um, mfumo wa kinga. Katika mfumo wa kinga tunasema mafuta um, ya nazi yanakuwa na antioxidants ambayo ni antibacteria, na pia na antibacteria properties ambayo zinasaidia kuimarisha mfumo wa kinga ambao unatumika sasa kupambana na magonjwa kadha wa kadha, lakini pia inasaidia kupambana na uchochezi ambayo tunasema ni inflammation chochezi ambayo inasaidia kupunguza hali ya uchochezi katika kupunguza maumivu ya magonjwa kama a, ya maumivu ya uric acid, viungio, gout. Makicho ni kitu kimoja, gout, uric acid, baridi yabisi, basi utayatumia kwa sababu a, inapambana na uchochezi. Kwa inflammation yoyote, hautaweza kuipata kama utatumia mafuta haya ya nazi, lakini pia inalinda afya ya mifupa kwa nini afya ya mifupa? Kwa sababu mafuta haya yana calcium na magnezi ya mundani yake. Kwa hiyo madini haya ni mazuri kwa afya ya mifupa na inasaidia kuimarisha ah, mifupa moja kwa moja. Kwa hiyo ah, kama una changamoto ya mifupa, basi mafuta ya nazi yapo kwa ajili ya kukusaidia. Ni dawa nzuri sana ambayo imekuwa ikiwasaidia watu kutokana na changamoto ah, ya mifupa. Lakini pia inasaidia afya ya moyo. Kwa nini afya ya moyo? Kwa sababu mafuta ya nazi tunasema ni saturated, aweza kusaidia kuboresha viwango vya cholesterol nzuri ambayo HDL na kuondoa zile cholesterol mbaya ambayo tunasema ni LDL. Kwa hiyo unavyotumia haya mafuta, basi anakusaidia kuondokana na changamoto zote za moyo, na tunajua changamoto nyingi za moyo chanzo chake kikubwa mara nyingi huwa ni mafuta. Mafuta yanapojaa kwenye ile mishipa inayosafirisha damu, basi italeta shida kwenye moyo. Kwa hiyo ukipata sasa dawa nzuri ya kuweza kuondoa ya kuondoa mafuta mabaya ambayo yanakuwa yamejirundika kwenye hiyo mishipa mizuri, ile mishipa basi. Uh, hiyo ni chanzo kimojawapo cha kupambana na afya, changamoto za moyo lakini pia inatumika kudhibiti uzito. Uh, uzito. Kwa nini inatumika kudhibiti uzito? Kwa sababu inaongeza metabolism, lakini pia inaongeza uchomaji wa mafuta mwilini ambayo tunasema, uh, inaongeza uh, yani inachoma zile calories ambazo zinakuwepo ndani ya mwili wako, kwa hiyo inasaidia kupunguza uh, uzito wako, lakini pia hutoa hisia za kushiba, ni yani kama vile huwa ina fiber ambazo zinatoa hisia za kushiba. Kwa hiyo unapokuwa na zile hisia za kushiba basi, ni chanzo kimojawapo cha kwewe ambacho inaweza kusaidia kudhibiti uh, uzito kwa kushadhibiti uzito, na maana ikiwepo fiber itakufanya wewe usiwe mlaji mara kwa mara, kwa sababu ulaji mara kwa mara pia uh, unapelekea uh, uzito kupita kiasi. Lakini pia nasaidia kupambana na bakteria na virus. Kwa wale watu ambao wana bakteria na virus tunasema ni antivirus, antibacteria. Kwa hiyo inazuia hivi vitu vyote. Kwa hiyo maambukizi ya ngozi na maambukizi ya koo plus maambukizi ya meno yote yanakuwa suppressed na matumizi ya mafuta ya nazi, lakini pia inalinda afya ya nywele. Wamama wengi wanafahamu afya ya nywele ni mafuta ambayo yamekuwa wakiyatumia mara kwa mara, inalainisha nywele, inaimarisha mizizi ya nywele, lakini inasaidia kupunguza a, a, kupunguza a, ule ukavu na na, na, na na maponyo ile ya nywele na nywele pia kupoteza a, ule a, kupoteza kuzuia kupoteza nywele. Unakuta nywele mara nyingi zinakuwa sio nyeusi tena kupoteza ile rangi yake. Kwa hiyo tumia hizi, kwa sababu hii hapa itakuziweka zikiwa ngumu nyororo, na zikawa na afya njema. Mwisho inaboresha afya ya ngozi. Mara nyingi hapa tulitaka kuongelea, kwa sababu mara nyingi ni nzuri na vitamini E na antioxidants, inasaidia kulinda zidi ya mionzi ya UV na madhara ya mazingira. Ndio maana mara nyingi uh, mara nyingi uh, haya mafuta ya na nazi, wengi wanasemaga ni, matoto, na ni mafuta ya watoto. Kwa hiyo ni nzuri kwa ajili ya kulinda afya uh, ya ngozi. Ngozi, ngozi imebabuka, mtu nakuta ngozi na machunusi na vitu vingi. Kwa hiyo, ukitumia mafuta, uh, ya, ya nazi basi ni tiba nzuri unayotakiwa kutumia ukiwa hapo nyumbani. Tuambie hapo chini wewe umeshapata faida gani kutokana na matumizi uh, ya, ya, ya mafuta haya uh, ya nazi. Nikumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu basi usahau kusubscribe na kucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu, na Mungu aa, akubariki.